Ukweli ni kwamba hatuwezi tukafanikiwa peke yetu kwenye maisha na hatuwezi kusimama wenyewe katika kila nyakati na kila hali. Lakini pia tunapokuwa na watu, huenda saa nyingine ikatuletea hisia za maumivu au huenda saa nyingine ikatuletea majanga mbalimbali na changamoto. Kubwa si kuishi na mtu mgumu, isipokuwa changamoto kubwa ni ile tabia yake inapoanza kufanya kazi ndani yake. Hebu piga picha, unaweza ukawa unaishi na mwenzi mgumu, unaweza ukaishi na mzazi au mlezi mgumu, au kiongozi wako au mfanyakazi mwenzako, na mtu ambaye unakutana naye kwenye maeneo yako ya biashara anaweza akawa ni mtu mgumu, au pengine ni mtu tu wa karibu na wewe ambaye anaweza akakuchosha kiakili. Sasa kosa ambalo watu wengi huwa tunalifanya ni kujaribu kumbadilisha mtu badala ya kujilinda wewe mwenyewe. Hili ni kosa ambalo watu wengi tunalifanya. Sasa utafiti wa wanasaikolojia Marekani, chama cha wanasaikolojia Marekani, unaonyesha ya kwamba hauwezi kubadilisha utu wa mtu mzima mwingine bila jitihada zake. Hauwezi, hauwezi. Yani ni kwamba watu wengi huwa tunatumia njia ya kusema ya kwamba nitambadilisha, anaweza akawa ni mtu bora lakini ukweli ni kwamba hauwezi kumbadilisha mtu mwingine, tena mtu mzima, bila ridhaa yake mwenyewe. Sasa kwa lugha rahisi, ni kwamba tabia ya mtu mzima haibadiliki kwa juhudi zako, isipokuwa inabadilika mpaka yeye atakapo atakapoamua yeye mwenyewe kubadilika. Na kwa hiyo ni kwamba kuvumilia sana si sawasawa na hekima na kunyamaza sana si sawasawa na upendo, na kujitoa kupita kiasi sana si sawasawa na imani, kwa sababu Biblia pia iko wazi kabisa inasema ya kwamba linda moyo wako kuliko yote ulindayo. Mithali 4 fungu la ishirini na tatu imesema linda moyo wako, haijasema linda mtu. Tuko pamoja haijasema linda mtu, imesema linda moyo wako. Sasa kwanza, elewa tabia ngumu ni nini. Ninaposema tabia ngumu, tabia ngumu mara nyingi si uovu. Hapa usije ukachanganya na mambo ya dhambi. Tabia ngumu ni mtu ambaye ndani yake ana majeraha. Tabia ngumu si nguvu, wala sisemi ni mtu mwenye manguvu fulani, isipokuwa ni mtu mwenye hofu tabia ngumu si authority yaani, si mtu mwenye mamlaka, isipokuwa ni mtu mwenye lack of emotional regulation. Hawezi kudhibiti hisia zake, hawezi kabisa kudhibiti hisia zake. Na utafiti unaonyesha watu ambao hawawezi kudhibiti hisia zao wana, wana, wanaweza wakarudia rudia wakarudia rudia, waka rudia, rudia Mambo ambayo yanaweza yakawaathiri wenyewe, lakini pia yakawaathiri watu wengine. Na hii ina maana gani? Mtu asiyeweza kudhibiti tabia yake anaweza akawa ni mkali kupita kiasi, anaweza akawa ni mkimya sana, na anaweza pia akawa anajidhibiti eh. Yani kimsingi huyu mtu anachosha. Ukikaa naye unachoka. Sasa hiyo tabia yake inaanza, anaanza kuifanya yeye mwenyewe kama kinga na, na sio kama shambulio kwako, lakini baadaye inaweza ikaleta majeraha kwako. Sasa ukawa unaumia, unaona ya kwamba mbona fulani anielewi? Mbona mimi simuelewi? Sasa kuna makosa matatu ambayo huwa tunayafanya tunapoishi na watu ambao wanatuumiza sana kihisia. Kosa namba moja ni kwamba ni ile hali ambayo mtu unabadilisha utu wako ili yeye afurahi, yaani hii tunasema unafanya ni self betrayal. Eh? Watu ambao wanakukandamiza hisia zako, unatumia nguvu yako nyingi kusema ngoja nibadilike basi afurahi, ngoja nibadilike sasa awe mtu mzuri ngoja nibadilike sasa asinigombeze, ngoja nibadilike sasa asiwe mkali, ngoja nibadilike sasa asinyamazie. Unapoteza utu wako. Kosa la pili ambalo huwa tunalifanya ni kudhihaki eh, na kupigana pale ambapo mtu mbaya mtu mgumu anapokuletea matendo ya, ya kukudhulumu. Wengine tunaonyesha ya kwamba tunatamani tuweze kumzuru, tunatamani tuweze kupigana tunatamani tuweze kung'ang'ania utu wetu kwa kuugombania. Ni kosa ambalo tunalifanya sana kwa sababu yeye anachokupa wewe, ukijibu maana yake umempatia ushindi. Lakini kosa la tatu ni kuita mateso kwa lugha ya upendo au lugha ya imani, na hii watu wa, wa Mungu ndio tunaitumia zaidi sana. Inaitwa spiritual bypassing, yani kuteswa, kuteseka Kudhiakiwa ni kama tunajifariji na kusema ni imani eh, huu ndo upendo wa kweli. Sasa leo nitakufundisha hatua nne za kuishi na mtu mgumu kwa hekima. Kwanza kabisa kubali ukweli bila drama, yaani sema kimya kimya, mtu huyu ana tabia hii, sina uwezo wa kumbadilisha. Wewe si Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiyo ana uwezo wa kubadilisha na alazimishi. Hata maandiko matakatifu yanasema tazama, nimesimama mlangoni nabisha, atakayefungua mlango nitaingia kwake. Sasa kama mbingu huwa zinaomba kufungua mlango, maana yake usiweke nguvu yako kwenye kumbadilisha mtu, mtu mzima hawezi kubadilishwa bila yali yake. Kwa hiyo kubali ya kwamba huyu mtu, huyu mtu ana tabia hii ambayo inanizuru hivi na sina uwezo wa kumbadilisha. Acceptance, acceptance is not equal to surrender. Acceptance ni sawasawa na clarity. Hiyo ni njia ya kwanza. Hatua ya pili ni kwamba, weka mipaka bila maelezo mengi yani, Mipaka sio ugomvi, ni taarifa. Kwa mfano, unasema sitazungumza nikidharauliwa. Yaani, ukidharauliwa, si lazima uzungumze. Umeweka mpaka ya kwamba hata wakinidharau sitazungumza, nitachukua muda wangu tu, sitachukuliwa na muda wa, wa, wa, wa, wa, na watu wengine eh? Kwa sababu tunasema boundaries define what is me and what is not me. Hatua hiyo ni ya muhimu sana, weka mipaka yenye afya. Hatua ya tatu, usichukue kila kitu binafsi. Ehe, watu wengi hawakujibu wewe. Watu wengi unakuta ni wagumu kwa sababu wana, wana, wana matatizo yao binafsi. Unakuta tu mtu ameamka asubuhi amenuna, sio kwamba amekununia wewe, amenuna kwa sababu ya matatizo yake yeye mwenyewe binafsi. Sasa usianze ku, ku, ameninunia au nimekosea, unaanza kujishuku kwa hiyo usichukue kila kitu mtu yoyote anachojibu kwenye maisha kwamba ni chako, huenda hata mtu akawa amekujibu kwa ukali, sio kwamba umemkosea, anaweza akawa amekasirishwa huko, alafu akajikuta ameshindwa kujidhibiti mpaka hisia yake akaionyesha kwa watu wengine. Kwa hiyo usichukue kila kitu kwa ubinafsi. Lakini hatua ya nne, jitunze kiakili na kiroho, pata nafasi salama ya kuzungumza. Zungumza na watu ambao wanakupenda. Bahati mbaya huwa tunawekeza kwenye watu ambao ni wagumu zaidi kwenye maisha yetu, kuangalia jamani, atasemaje, atafanyeje. Kuna watu wengine ambao ni rahisi zaidi kukaa nao na unaweza ukazungumza naye. Ehe, usikae peke yako na mzigo, kwamba sasa huyu jirani yangu, usibaki na huo mzigo peke yako, utaendelea kukula afya yako ya akili lakini pia unaweza ukafanya maombi. Jihusishe na mambo ya maombi, jihusishe na mambo ya maombi, omba. Lakini usiishie tu kuomba, fikiria pia. Ndio tunasema unafanya meditation, unafikiria pia, kwa sababu imani bila utunzaji wa akili nayo ni hatari. Kwa hiyo unaweza ukatulia kabisa. Jiulize mambo yafuatayo: tabia ya mtu huyu inaniondoa nini? Kwa mfano mtu anaweza akakwambia mjinga Je, kweli we ni mjinga? Hauna haja ya kumjibu. Ehe, je, nimeanza kuwa mkimya? Nimeanza kuwa mkali? Nimeanza kuwa mchovu? Je, yeye amekuathiri vipi? Yawezekana ulikuwa ni mtu ambaye umechangamka, lakini kwa sababu unaikaa na ikana, mtu mgumu amekusababisha, umekuwa mkali, umekuwa mkimya, umekuwa mchovu. Ameweza kusababisha mabadiliko fulani. Je, jiulize, ni mabadiliko yapi ya kitabia na kimwenendo ambayo yameathiriwa na mtu ambaye unakaa naye mgumu, amesababisha nao, imekuwa ni sehemu ya maisha yako. Alafu jiulize, je ninalinda amani yangu au ninalinda hali? Ninalinda amani yangu, cha muhimu ni kuitengeneza amani, wapendwa. Vita vinasababishwa na watu wengi, yaani watu wengi huwa wanatuletea vita, lakini amani inatafutwa, na inatafutwa na wewe mwenyewe. Hakuna mtu wa kukupa amani, hakuna mtu wa kukupa hali nzuri. Ni wewe mwenyewe kwanza kuanza kutengeneza mazingira, kwa sababu Yesu mwenyewe alisema mwenye macho na atazame, mwenye macho na atazame. Na kutazama ni kuwa na hekima, kunyamaza bila kuona ni kujaribu. Kwa hiyo, hakikisha unafanya huo mchakato kabisa. Kuishi na mtu mwenye tabia ngumu hakumaanishi wewe ufe ndani, hakumaanishi ukae kimya, hakumaanishi uache kufikiri, hakumaanishi unapaswa kuacha kufikiri, wala hakumaanishi uache kuwa na mipaka, kwa sababu upendo wa ukweli hauhitaji wewe uharibikiwe, hauhitaji wewe uzuru ili uthibitishe kwamba ndio kweli una upendo wa kweli. Kwa hiyo hakikisha kabisa, hakikisha kabisa unajijenga na unajitengeneza Utu wako, usisahau kulike kucomment, kusubscribe na kushare maudhui haya kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili kila mtu aweze kubarikiwa na maudhui haya. Kwa huduma za ushauri na saha katika masuala ya kijamii, kiuchumi, mahusiano, afya ya akili, ofisi zetu zinapatikana Makumbusho, Dar es Salaam, Millennium Towers, Floor ya kwanza, ofisi namba 20, Vicious Therapy pia unaweza ukaja physically ama unaweza ukapata huduma hii online, book your sessions katika namba na zinazopita kwenye screen yako. Unaweza kushiriki kuwezesha huduma hii katika akaunti zinazopita kwenye screen yako. Karibuni sana na Mungu awabariki. Wa mtumishi wa Mungu Endson Mabamba ni mtunzi na mwandishi wa vitabu mbalimbali ikiwemo Mtu Yoyote asikudharau dharau. Kitabu hiki kimejikita katika kukujenga kiroho, kiakili, kiuchumi na kijamii, lakini pia kinalenga kuwasaidia watu wote wenye msongo wa mawazo, ushauri na saha katika masuala mbalimbali ya kiroho, kijamii na kiuchumi. Lakini pia ni mwandishi wa kitabu kizuri sana cha mirathi na mtazamo wa kiroho, kisaikolojia na kisheria. Kitabu hiki kitakusaidia kukupa mwanga namna gani ya kufanya maamuzi sahihi katika swala zima la mirathi, kwa kuangalia upande wa kiroho, kisheria, lakini pia jamii inasemaje inapokuja swala zima la mirathi. Kupata nakala zako, wasiliana nasi katika namba unazoziona kwenye skrini yako. Vitabu hivi vinapatikana nchi nzima, karibuni sana.